Zalemi, nyamaza mwanangu, mbona unanipa ukiwa mwanangu? Jitahidi unyamaze, piga moyo konde mwanangu, huyo ni kakako mwehu, anataka kuchanganyikiwa mwanangu. Lakini mama, kwa nini anakuwa ananitukana mimi, ananidhalilisha, hajui kama mimi ni dadake? Lakini mwanangu si mimi ni mama yenu halafu na huyo ni kaka yako mimi tutakabana naye mimi na wewe na yeye acha naye kabisa nijue mimi mama wako mimi mama wako huyo hawezi akakuchafuria nafasi zako mimi mama wako nipo mimi sipendi kuwa ananitukana hivyo anidhalilishe mi ni dada yake akumbuke kama hizo ng'ombe zinakuja kumsaidia yeye mara aniambia atanipasua Kwani mi nimemkosea nini? Remi, mi ni mama yako. Na unajua nitalishughulikia hilo swala. Nitajua la kumfanya mimi mama wake. Kwa sababu Remi mwanangu, we unaleta uzuri nyumbani. Yeye anataka kuvuruga. Nitamfanyia mchongo wote huyo dogo. Yaani, mimi ndio mama wake na ratiba zote ninazo. Na nimeshamwona kabisa mambo yake yuko hapa Nikimwangalia yuko hapa mwanangu, nitamfanyia mambo mabaya mwanangu. Nyamaza nisikie, mimi ni mama yako. Acha naye kabisa, uone nitakavyomfanya mimi. Sawa mama, nimekuelewa. Acha naye kabisa, niangalie mimi mamake. Nitamvuruga, nitamfanyia vituko ninavyojijua kabisa mimi

Ikiamka ile asubuhi, fanya kazi zote, ukimaliza, iende kachunge ng'ombe. Mbona na wewe, najua kabisa kwa hii kijiji ni mtu ambaye inajua mazingira ya kuchungia ng'ombe. Sasa sitegemei ianze kusema ijui, na wakati wewe ni mwenyeji hapa. na hiyo kazi ya kuchunga ng'ombe ndo inatakiwa ifanye wewe kila siku. Ikimaliza kufanya kazi ikachunge ng'ombe. Labda nitokee mi nimejisikia ile na nakusaidia hiyo siku ndo haiendi kuchunga. Sawa sawa, mimi nimekuelewa, lakini mi sijawahi kuchunga ng'ombe, na isitoshe ng'ombe na wagoba sana Oyo yo. Katika ile kitu ambayo sipendi. Nisikie. Ni hiyo ni ambayo inasema. Ng'ombe. Ng'ombe. Inaogopa ng'ombe. Mbona ile nyumbani imechukua zile ng'ombe? Kama ilikuwa inaogopa ng'ombe, mbona imechukua zile ng'ombe? Nataka kunipanda kichwani. Nataka ifanye kitu ambayo inasema. Sawa? Na ile imeenda ni ng'ombe. 12 sio mchezo. Sawa? So, yote ngoja tukosane. Isirudie tena kusema hivi. Alafu kitu ambayo hujui sasa, ile ng'ombe ishibe bola we usishibe, sawa? Yaani hata nyumbani kwenu kama isinge kuwa inapenda zile ng'ombe, isinge kuleta hapa, na ndio maana ilichukua zile ng'ombe. Sawa? Hiyo kitu usirudia tena kusema. Nenda kitu ambayo itakosea ile ng'ombe ileta itachi ita. inakuja huko sana sana. Afukumbei msukuma yuko na dhalau sana. Yaani, inasema ina mimi naogopa ng'ombe. Inaogopa ng'ombe wakati kwa imechukua ng'ombe. Eh? Sile ng'ombe sinauma hapa. Na mimi sasa ile kitu ambayo siwezi kufali ni kuwa na ile huduma hii, mtu inanyoka ifanye kazi sa hapa nyumbani sote na kuchunga ng'ombe, kiaashia inakosana <tipa>

Sida nini? Ngoa mendaa kunipika. Wewe. Hayo yo. Iko na salau we. Ujii na hapo piga kale na umisa masikio ng'ombe. Eh? Unataka uniumisie masikio ng'ombe yangu? Wewe, haya, unaogopa isile ng'ombe? Nikupake sasa mavi. Nikupaka. <coughs> Labda nikupake isile mavi uache kuogopa. Sogea, sogea bana, mangu naenda kuchunga. Mayo yo, nisakwambia ile kitu ambayo sinaga mimi ni ile huluma Unasema naogopa zile ng'ombe waza, nikupake sogea, sogea, sio? <laughs> kwambia sina da ile huluma <laughs> mayoyo ina masiala na la mimi sina <laughs> ogopa zile ng'ombe, hasa nataka inukie kama ng'ombe ili isiogope ng'ombe. <laughs> <laughs> amne mangu nisamini, nakuunga, unasikia? <laughs> <laughs> nimesha kwambia ile kitu ambayo mimi sinda ile huluma hmm? Mayoyo unijana mpiga ile makelele na numizia ng'ombe yangu masikio Asa nasema hivi nenda ukachunge. <laughs> Kachunge.

Sasa nakwambia, nakupa taarifa. Mwambie kaka yako. Sisi Wasukuma kwenye fimbo ndo hatari. Tunapiga fimbo sisi. Tunapiga fimbo hatari. Mwambie huyo kaka yako, mwambie huyo kaka yako, nikikutana naye atanijua mimi ni nani.

Mbona tunya sasa kisa utotunua ng'ombe? Ule ni lingela au ni tafikola ule. Labda nianzie kwako. Simchanganya mimi hasa hivi nishachanganya jiwa kutoka nizaliwe. Simchanganya kabisa mimi Msukuma. Mnamchukua shemeji yangu, mnaanza kumwoa. Eti kisa mna mang'ombe. Mdogo wangu naye mama kazi. Akachukua pa, akachukua na nini? Kamba ajue. Nyenye huko mna sarabuka tu. Mlaya gato mama sai mlaya gato. Eti. Hey, hey, hey,

Niwe mpenzi wangu. Nakuchukie wewe, nakuchukia, sitamani hata kukuona. Mpenzi wangu! Usiseme hivyo tena. Leo neno mpenzi wako, futa kwenye kinywa chako.

ndugu zangu, umenitelekeza, ninalia.